Mheshimiwa Waziri Mwakyembe dakika kumi na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali dakika kumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru kwa kunipa fursa hii na nianze kwa kuunga mkono hoja na vile vile kumpongeza sana uh, Mheshimiwa Waziri TAMISEMI na mwenzake wa utumishi tutawala bora Mheshimiwa Mwenyekiti, amesema mengi hapa eh, ambayo yanahitaji ufafanuzi ili tusiupotoshe umma. Ah, la kwanza ni kauli tulioanza kuisikia jana hapa, imesema kwa nguvu sana oh, eh, mawaziri wa Tanzania ni waoga, hawana ujasiri. Mimi nimekuwa najiuliza ujasiri wa aina gani wa, wa, wa kumkaidi waziri mkuu kumkaidi rais ujasiri upi wa kukataa pengine eh, free line whip kama ni hivyo hivi Mheshimiwa Mwenyekiti tumeona wapi dunia ya leo ambapo mawaziri hawaongozwi na kanuni ya kuwajibika kwa pamoja bungeni katika parliamentary system hii ndio inaitwa collective responsibility na sio kwamba tumeiokota tu, iko katika katiba. Twende ibara ya 53, Mheshimiwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 53 ibara ndogo ya pili, nasema mawaziri chini ya uongozi wa waziri mkuu watawajibika kwa pamoja bungeni. Sasa tunapowajibika kwa pamoja bungeni ah, ah, hawa sio majasiri. Sasa nyiye mkija kuunda serikali maana 2090 huko M batizo mtakuwa mta sipo mtakuwa mta mta watu gani ambao mna serikali moja, kila mtu anaongea la kwake. Na sio hivyo tu, waziri mkuu mwenyewe wa ambaye sisi tunafanya kazi chini yake, na ukatibi inasema hamsini na tatu moja waziri mkuu atawajibika kwa raisi kuhusu utekelezaji wake. Hii hi ndio chain ya accountability katika katika sekta. Kwa hiyo tusiwapotishe wananchi waoga tu, tunaogopa kitu gani? Hapa mmemwona mtu anatetemeka hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi, mimi, mimi nashangaa sana, tunapenda kuongelea wenzetu wakati sisi ne, mimi nimeona mheshimiwa kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni alipoingia hapa watu mpaka mikanda inalegea ina, ina anatetemeka hapa kimya, nidhamu, lakini leo sisi kumwheshimu waziri mkuu wetu ambao tuna wajibu lazima tutamwheshimu lazima its a obligation. Ni kitu cha ajabu tuache mizaa hapa, wanacho wanatusikiliza. wa mheshimiwa, pili swala la Richmond ili swala limeiburiwa jana na mbunge wa Rumeru uh, mashariki mheshimiwa Nasari kwamba kamati teule iliyochunguza swala hilo haikumtendea haki mwheshimiwa Edward Lowasa kwa sababu Ha, haikumhoji mheshimiwa. Mimi naelewa ni kazi ngumu sana leo hii kutaka kumsafisha Mheshimiwa Edward Lowasa kutokana na kesi ya Richmond ambayo ilishakwisha ilisha kuisha, na ndio maana sioni ajabu ili kuli, kusema aliyoyasema ilibidi Nassari anywe pombe kwanza. Na nayasema haya kiongozi wa upinzani bungeni ajue ajue kwamba tuna tatizo hilo, na mimi nawapongeza sana vijana wetu wa usalama hapa waliokamata hiyo chupa, maana angeruhusiwa na hiyo chupa, huenda angeweza katabikia hata rangi zetu za taifa humu ndani, ingekuwa ni skendo kubwa kitaifa. Mheshimiwa, mimi nimeelezea mara nyingi sana katika bunge hili, hata bunge la tisa ilioshughulikia swala la Himoi, kuwa kamati teule iliyoundwa na bunge hili kazi yake ilikuwa kuchunguza, sio kutoa maamuzi na unapouchunguza requirement ya audi alteram the audi alteram partem rule here the other side, hiyo requirement haipo pale, wakati wa uchunguzi; ipo wakati wa maamuzi. Na ndio maana sisi tulileta tulikuja hapa tukaleta tuka kesi hapa tukiwa na mashahidi zaidi ya arobaini wakisubiri nje, aliyetakiwa kuhojiwa hapa akajiuzuru. Unamlaumu Mwakyembe kwa hilo? Naomba msipoteshe umma. O, hakuhojiwa, ahojiwe vipi? Unajua ni aibu. Ni sawa na mtu kusema eh, anaenda, anaenda, anaenda mahakamani, anasema unajua polisi wakunipa haki ya kuhojiwa polisi, huko mahakamani ndio pakuhojiwa. Hapo pa kuhoji ilikuwa hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naomba tusipoteshe watu. Tulikuwa sisi tumeita tumepata tume nyaraka za serikali 104 na nene. na tukahoji tuka, tuka watu sabini na tano tuliwauliza maswali 2717 10, 10, iko kwenye Hansard. Hatukuona sababu yoyote ya kumuita mheshimiwa Lowasa, hatukuona tulikuona kila kitu, tulikuwa na ushahidi wote. Mimi niombe mimi niombe mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna mtu yoyote hapa bado anakereketwa na kesi ya Richmond, acha maneno maneno hapa, leta hiyo kesi hapa, ibuliwe kama tutawanyoa nywele kwa vipande vya chupa hapa ilete hapa, acha mnakinyingi hapa, tumeshachoka, we are tired of this jamani. Ileteni hiyo kesi hapa, mnaruhusiwa na kanuni. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie kwamba mimi naahidi siku ambayo kuna mmoja atakuwa jasiri hapa kusema naileta swali so hichiliuwe tena, mimi nitamwomba Mheshimiwa Rais anipumzishe uwaziri niweze kuishughulikia sasa kikamilifu, iishe moja kwa moja. Taarifa. Mheshimiwa Spika, Mwenyekiti, kuna hoja nyingine ambayo alieleza. Taarifa. Mheshimiwa yalieleza Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hoja nyingine aliyoleta hapa ya kuwa kwenye PhD thesis yangu nilikiri kuhusu serikali tatu, lakini e, sasa hivi nasema serikali mbili anyway. Kwanza la kwanza ni kwamba kwanza lilewa, ndio maana naelewa alikuwa anasema tu, maana ameambiwa hajasoma PhD thesis. Lakini ya pili, mheshimiwa mwenyekiti, la pili ni kwamba watu watu wanaelewa, watu wenye integrity, watu sio integrity, tunawajua hapa ambao wanakesha miaka mitano kumtukana mtu kumwita fisadi leo, wanamkumbatia na, na lamba nyayo zake. Ndio vigeugeu namba moja hao, alafu leo mnajidai kuja kumsafisha. Huwezi ukasafisha madoa ya alami eti kwa kutumia kutumia nini? Kutumia kamba katani au maji? Haiwezekani. Lileteni swala hapa tulimalize. Mheshimiwa, naomba niseme tu kwamba katika hiyo hi zaidi ya kurasa 400 na nili... nashukuru na, na sana Mheshimiwa mwenyekiti. Uh, mimi nafikiri niendelee moja kwa moja tu, nimeshazoea changamoto za uelewa za kubenea. Mimi naomba tu niseme tu kwamba katika ile thesis yangu naongelea kuhusu mfumo wa two governments, three jurisdictions na mfumo huo katika hiyo ofisi tunasema it is not sui generis, sio pekee. Inatumika katika mataifa mbalimbali yanayotaka kupatna, yakiwa na tofauti kubwa sana ya ukubwa wa eneo, yakiwa na tofauti kubwa sana ya idadi ya watu, yakiwa na tofauti kubwa sana ya rasilimali watu na, na, asili, na, na, na, uh, na vile vile maliasili inatumika huo utaratibu. Sasa soma yote kurukaruka tu, uh, itaku, nilikuwa nasema tu kwamba it is also, it is a, a federal variant ndio hoja kubwa katika thesis. Kwa hiyo ningeomba tu bwana mdogo akipata muda asome, kama atapata muda. Msijui mtoto wa mchungaji yule, lakini ndio, ndio hivyo ameingia, uh, hapa na kachupa kapombe. Lakini nimalizie la mwisho tu mheshimiwa, nimalizie swala la mwisho mheshimiwa. Mheshimiwa naomba nirudie tena wengine hapa katika kupambana na udhalimu kupambana na matendo mbalimbali, sisi wengine hapa tumeumia sana. Unapoleta masuala hapa kimzaha mzaha, tutakujibu tu to, to the maximum. Mimi am ready for anything mheshimiwa mwenyekiti, mimi naomba akina kubenia na magazeti yao leteni kesi ya Richmond hapa, na nawaomba chonde chonde, ileteni hapa jamani na naomba kwa Mungu mkiileta hapa nitafurahi, kwa sababu mimi nachosema hapa, nausheidi nionayo hapa, kwa sisi tulimkuta huyu jamaa in flagrante delicto, ndio wanasema wana sheria, we have everything, na mpaka leo hatujafa, tutakuwa hapa kuthibitisha hilo swala. Naomba, tosha, naomba sana. Hebu kaa chini, kwa sababu mmekuwa kwa na makubaliano ya kumsafisha, hamtaweza kumsafisha, leteni kesi hapa. Taarifa. Taarifa. Taarifa. Muda wako wako umekwisha.